So amani inazungumzwa au inajikita au inajifafanua zaidi katika moyo au katika nafsi au katika ufahamu au fikra, lakini tunapozungumza juu ya utulivu tunazungumza juu ya eneo ambalo huyo mtu yupo. Sasa shida ambayo nimeiona inaendelea katika maisha yetu, inawezekana ni kwenye ndoa yako. Unaweza kudhani mkeo ana amani, ila ameamua kutulia. Unaweza kudhani mumeo ana amani, ila ametulia. Unaweza kudhani raia wana amani kumbe wametulia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, ninachokiona hata kwenye jamii yetu, watu wengi wanakazana kuhakikisha watu wanatulia baada ya kuhakikisha watu wana amani. Na kwa sababu hiyo, unaweza kudhani kwa kuwa hawasemi, kwa kuwa hawareact, ukakonkludi kuna amani, kumbe watu wametulia. Kutulia nini maana? Kuhakikisha kwenye mazingira yale hakuna nini, vurugu, but it can be like that but in their hearts they are bleeding. Sio kusudio la Mungu. So tunachokifanya kwenye ndoa, tunachokifanya kwenye familia zetu, kinachofanyika kwenye taasisi maboso, wanachokifanya maofisini, ni kuhakikisha wanaimplimenti baadhi ya vitu, watu wawe kwenye ushwali, watu wawe kwenye utulivu, lakini awaangalie watu wawe na amani, alafu tunaanza kutafsiri ule utulivu kama amani. Utulivu sio amani. Utulivu ni mtu kuamua kuficha makucha. Utulivu ni mtu kuamua sitaki kureact. Utulivu unaweza kutokana na mtu anasema sitaki kupiga kelele. But that is very dangerous kwa sababu kama mtu ataamua kutulia kwa sababu amewekewa mazingira ili asiongee, kama mtu ataamua kutulia kwa sababu amewekewa mazingira ili asipige kelele ikizidi ndani, It is very dangerous. So nataka usikize somo, afu relate na maisha unaoishi pale nyumbani, ofisini kwenu maisha unayoishi kwenye nchi yako relate, unaishi kwa amani na utulivu au unaishi kwa utulivu? Do you have peace? Sasa nataka ufahamu kitu kabla sijaendelea mbele. Utulivu unaweza ukawekewa mazingira ya kutulia, kama nilivyosema. Moja wapo ya mazingira ya kutulia ni sheria kali. Moja wapo ya mazingira ya kutulia ni vitisho. Moja wapo ya mazingira ya kutulia ni adhabu. Sio kafiki, unapopita watoto hawapigi kelele shule, wanafahamu. So mazingira hayo yakiwekwa, unaweza ukasema mahali fulani pametulia, lakini my question will be are they peaceful? Amani inatolewa, inakuwa created, amani inatengenezwa. Ndio maana Yesu wakati anaondoka duniani akasema amani yangu nawapa. Peace inakuwa given, ila amani hautengenezi mazingira ya kuiforce, ila amani unatakiwa uitoe. Na kwa kuwa amani inatolewa, Yesu akasema amani yangu na wapeni. Kwa kuwa amani inatolewa, amani inadaiwa panake. Mtu anatakiwa kuidai amani bati hau. Sasa hapa tunaenda kwenye kipengele, tunaposema amani itolewe, uwe na amani. Kumbuka amani inaingia ndani ya umoyo, kumbuka amani inaingia ndani ya nafsi. Amani haitolewi kama hao watu hawana haki. Nataka ijulikane uwe ni baba wa familia uwe ni bosi kazini unaweza ukajitahidi hao watu wakatulia kazini lakini kama stahiki zao haujawapatia kwenye ofisi don't think they have peace ila wametulia so maandiko yanaweka wazi ya kwamba ili peace itawale ili amani itawale isaya thelathini na mbili kumi na saba angalia tuanzia kwa kiswahili na kazi ya haki itakuwa amani na mazao ya haki Yatakuwa ni utulivu na matumaini daima. Sio kama umeona kitu hapo. Now, tuangalie ESV tunajumlisha. ESV English Standard Version. The justice will bring peace and safety forever. Ile safety nasema baada ya nini? Utulivu. Na unataka unisikize vizuri kwenye tafsiri. Hiyo tafsiri ni very powerful. Anasema kitakachozaa amani ni nini? Haki. Kama utaki kuamini Biblia katika msali huu, what do you want? Nasema hao watu ambao Biblia kule mwanzo imesema anataka waishe katika, katika mazingira yao kwa utulivu na wewe, na amani. Anasema kitakacholeta amani ni nini? Ni haki. Na anasema haki ikija ndio isababisha watu watulie forever. Una maana unapata kitu gani? Maanake kama matunda ya kutulia sio haki, haiwezi kuwa forever. Anachokizungumza kwamba kama tunda tunda la haki ni amani kwamba haki ndio inazaa amani. Haki ndio mama wa amani, mtoto wa haki ni amani. Biasema kama amani hiyo mlionayo inazaliwa na haki, ndipo utulivu utakaa forever. Kinyume na hapo ni nini? Maana yake, haki, kinyume anachotaka kuzungumza hapo, kama utulivu wa watu hautokani wa na haki It will never last. One day mambo yataenda kinyume. Usipende kufurahia unapomcontrol mtu, usipende kufurahia unapomnyanyasa mtu Alafu unapomnyanyasa unamnyanyasa bila kumpa haki yake, ukadhani atatulia forever? No, nature ya mwanadamu anapokuwa hajapewa haki yake hawezi kutulia forever. One day ataerupt. Ambaye atakuwa amesababisha erapti ni wewe, ambaye ukumpa haki yake. The justice will bring peace.